Nataka kujua hela mliochukua, mnalipa lini lino, eh? Mama wewe, unakaa wapi? We kaka, wewe unakaa wapi? sayona. Sayona kwa hiyo sasa, mlishaona majengo ndio ya kuja kuibia viwanja watu, alafu kibaya zaidi, mnachukua hati, mnafoji hati, mnachafua alimashauri. Inaonekana alimashauri mbovu, kumbe ninyi mnadiriki kuumiza. Hiyo hati aliyowapa ni nani? Nani aliyowapa hiyo hati ni nani?

Aya, Pedro wewe ndo unaonekana umemfanyia transfer mama, si ndio? Eh mama, mara ya kwanza umekula hela a milioni kumi na sita. Kweli? Uongo? Kweli? Uongo? Au tumenyewe nywele na kisu huyo. Uko shilingi ngapi? 15. Milioni 15. Unafikiri yule mwananchi uliyomwibia milioni 15? Hapo hapo. Leo ana hali gani? Hapo hey, hapo kwenye hicho kiwanja huyu huyu. Unafikiri yule mwananchi leo ana hali gani? Achukulia yule sasa, ni wewe maisha. Unafikiri yule mwananchi uliyomwibia milioni 15? Leo kwa hali ya kawaida kiuchumi umemdhoofisha kiasi gani? Na unajua hiyo pesa ameitoa wapi? Hapana. Haya mara ya pili. Yule mama aliyokuja, Haya anyway tuachane tu na kuja pale ni ule mwingine Big Star, Big Star akapiga shilingi ngapi? nyie hela mliochukua leo sasa, mm-hmm. Hii mara ya pili imechukua shilingi ngapi? milioni tatu na nusu. Jumla imekuwa milioni ngapi? milioni kumi na nane laki tano milioni kumi na nane laki tano Hiyo milioni milioni tatu laki tano iko wapi mliochukua? mmegawanisha kwa watu wangapi mmegawanisha kwa watu wangapi? Mama mimi naweza kukusaidia kwenye u mati watu ngapi? Sita. na leo ulikuwa umekuja kuchukua shilingi ngapi? milioni kumi na laki tano. jumla inakuwa milioni ishirini na ngapi? Aya, ngoja nikuulize, kwa asira za wananchi hawa wanakuonea au wako sahihi? Ngoja kwanza, kaka, kwa asira za wananchi hawa wanakuonea au wako sahihi. Ulishaikuibiwa kuibiwa Hujawai kuibiwa, hujui uchungu wa kuibiwa. Unahisi kinachoendelea sasa kwenye sio, eneo hilo iko sahihi? kitu tu ya uwe haya, kwa mazingira hayo, umeelewa mm. Milioni ishirini na tisa na laki tano umeelewa, kwa maisha ya kwetu sisi, maisha yetu haya leo, unaenda wapi hii ah. si hati Ndi. si ndio, aliyegonga mihuri ni nani? Yule kijana aletwa aliyemleta kuja kumuonyesha ndo kumwonyesha anajua. Aya, sawa. Hii hati, ngoja kwanza. Wewe mwanzoni uliniambia unaitwa nani? ko kunani, jina la mwisho limelisa, umelisahau wakati kila siku unalipigia hela? Sikiliza wewe, uliniambia hii karatasi atakupa nani, hii ofa Mume wako si ndio? Mumeo iko wapi? Kwa mazingira haya kaka, wananchi walioko hapa wasiojua hati ya kweli na feki, mmetengeneza mazingira ya kuilaumu nani? Serikali inaonekana mbaya kila siku kwa sababu ya nani? Ninyi si ni miongoni mwa wale watu wanaoteka, afu wanajifichia serikali. Kama ninyi mnaweza kurubuni haki ya mtu zaidi ya milioni ishirini na tisa laki tano, eh Kaka wewe, umri wako kwenda kuangaika na vitu hivi eh, eti wow. Wewe tulia, kileketundu tulia, nakuuliza hivi. Mama wewe tulia, mimi nakuuliza vizuri hapa, hii hati kwa mazingira haya.